Huyu aliyeandika na akatuma hii barua, sio ameongozwa na roho Mtakatifu, ni mwanadamu ambaye ametoka kwenye siasa, maana hata hii barua inajieleza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi hapa nina Jamhuri ya Muungano wa Mbinguni. Samia alivyosema, maswala ya dini tusiyaingize kwenye siasa, sawa eh? maswala ya nini ya dini tusiaingize kwenye nini? Samia alisema, rais alisema, na mimi humu ninafundisha dini, neno mla Mungu linavyosema Sio siasa, sawa? Cha kwanza neno la Mungu linavyosema usiuwe, lakini kuna watu wanakufa na haijulikani nani anaua na mnukuu, kama alivyosema tusiingize masuala ya dini kwenye siasa. Mimi nashangaa kwa nini wanatuletea barua kwenye dini za siasa. Wanaweza pesifu kuchagua, ni swala la siasa sio swala la kwenda mbinguni sawa. Eh, uchaguzi ni swala la nini? La kisiasa, sio swala la kwenda mbinguni. Na kukemea uovu ni so swala la mbinguni, sio swala la siasa na ndiyo maana wale wanaokemea uovu wanaonekana kama wanaisema serikali. Sasa ukiniletea mimi barua kama hii hapa, maana yake umeingiza siasa kanisani. Na ndiyo maana nimeulizwa huku, na naona kuna siasa huku, kuna mwingine anasema naenda kuchagua, wengine wanasema hawaendi kuchagua. Tayari hiyo ni siasa, hiyo ni nini? ni siasa yani. Kwa hiyo kuniletea mimi barua ni sawa sawa, kwa Bibi Samia kaingiza siasa kanisani. Bwana asifiwe, tumenielewa. Mtu anapokemea uovu unaoendelea kwenye serikali manake na, anachukua tabia ya mbinguni kuipeleka serikalini. Sasa tabia ya mbinguni wameikataa serikalini. Mtu mmoja akasema wale wanao wanao huo wanaoteka watu mbona tuwaoni serikali ikamfungia kanisa? Manake huyu anapozungumza swala anapokemea swala la uuaji maana yake ni tabia ya mbinguni, kwa sababu mbingu inazuia kuua. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo huyu akachukua mapenzi ya mbingu, anayaleta duniani kwenye serikali, wakamfungia kanisa. Sasa inakuwaje mimi wananiletea barua ama swala ya serikali ni kwenye ibada, wakati mimi nataka ni uhubiri kwa habari ya Yesu na watu waende mbinguni? Bwana Yesu apewe sifa. kwa habari ya Yesu na watu waende wapi? Mbinguni! Haleluya! kwa hiyo sasa ukija ukaangalia ni kama wao wenyewe wanarudi wanaingia wanarudi wanaingia. Mimi kama mchungaji sihitaji siasa kanisani, kama yeye ambavyo alivyozuia mambo ya kanisa ya, ya, ya, ya, ya, mambo ya kanisani ya imani yasiwe kwenye siasa wala kwenye serikali, hivyo hivyo disingie neno lolote lile la kisiasa kanisani. Huyo aliyeandika na akatuma hii barua Sio ameongozwa na roho Mtakatifu. Ni mwanadamu ambaye ametoka kwenye siasa, maana hata hii barua ile inajieleza: jamhuri ya muungano wa Tanzania mimi hapa na mimi nitakachowafundisha nitakachowafundisha cha kwanza, Mungu kasema usiue kwenye Biblia, hilo ndio mimi nitakalofundisha. Na kama kuna wauaji wasioonekana kwenye hii nchi eh, lazima wakitoe kwanza. Hicho ndio tunaweza tukawaelewa kweli kabisa, wakitoe. Biblia inasema usiue. <tos> <tos>